Changamoto hiyo imewekwa wazi mbele ya baraza la ushauri la watumiaji wa huduma za nishati na maji ya EWURA CCC ambalo limefanya ziara mkoani Singida kwa lengo la kujionea kwa karibu hali ya utoaji huduma na changamoto kwa watoa wa huduma. Lakini changamoto kubwa ya kiwanda ni umeme kwamba laini ya umeme imeunganishwa na makazi ya watu. Tulitamani tupate laini ambayo itakuwa inakuja moja kwa moja kiwandani na ci isi katize katika makazi ya watu, kwa maana kwamba tuchukue moja kwa moja na tutumie sisi wenyewe. Upande wa watu wetu tunahitaji umeme mkubwa ambao tunaweza kurani vifaa vyetu ambavyo viko hapa. Inategemea ndani ya wiki, na mara moja mara mbili, inategemea pia na changamoto mbalimbali ambazo zinakuwepo ndani ya shirika la umeme. Uh, uh, tukiweza kufanikisha, kwa maana tukiweza kusaidiwa laini ya umeme kwa tusaidia kwa, uzalishaji utaongezeka, lakini uzalishaji huu pia utaenda kwa spidi kubwa. Ziara hiyo pia imewakutanisha wajumbe wa baraza na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Suasa, ambapo walipokea taarifa kuhusu hali ya upatikanaji wa maji na juhudi za kupanua huduma maeneo ya pembezoni. Uwigo wetu wa huduma kwa maana ya kwa idadi ya watu ni asilimia 86 wakati e, uwigo wa kihuduma kwa maana ya eneo ni asilimia 75, na tuna wateja e, wapatao ishirini na mbili elfu wa maji safi. Kwa maana miradi ya muda mfupi ya muda wakati na muda mrefu inatekelezwa bila vikwazo vyovyote, na tunapozungumza sasa e, tuna mradi wa maji e, wa miji 28 sh e, na hii miji 28, manispaa ya Singida ni mmoja kati ya hiyo miji 28. Na sasa hivi kwa kweli e, kwenye manispaa ya Singida tunashukuru tupo kwenye hatua ya kuweka sawa swala la vyanzo vya maji na tuna mchimbaji ambaye anaendelea kuchimba visima au kutafuta vyanzo eneo la Mwanko. Baraza la EWURA CCC linasema taarifa na maoni yaliyokusanywa yatatumika kuandaa mapendekezo yatakayochangia kuimarisha mazingira ya utoaji huduma za nishati na maji nchini ili ziwafikie wananchi na wazalishaji kwa ufanisi zaidi. Lengo la kutembelea ilikuwa ni kujionea namna mamlaka hii inavyotoa huduma na kuweza kujua changamoto zote zilizopo kutokana na wanachokitoa kwa wateja na namna gani baraza yani EWURA CCC inaweza ikashauriana na mtoa huduma kuhakikisha huduma zinakuwa bora, kwa sababu tumefanikiwa kufika katika ofisi za mamlaka ya maji, tukajifunza namna ambavyo wanatoa huduma zao kwa wateja wao, tukaona wa changamoto alizonazo ikiwa ni pamoja na e, kutotosheleza kwa huduma za maji. Baraza lilipata fursa ya kutembelea Kwenye kiwanda, sorry, Mount Meru kinachozalisha mafuta, wangetamani kuwa pengine na dedicated line inayojitosheleza ya umeme ili kuepusha interruption na baraza limechukua hoja.